Taarifa rasmi kwa umma. Msanii wa muziki wa Bongo Flava Ibra asimamishwa rasmi na Konde Gang. Leo Mei 11 mwaka 2025, lebo ya Konde Gang Music Worldwide imetoa tamko rasmi la kumsimamisha msanii wao Ibra Ibrahim Abdallah Nampunga kushiriki shughuli zote za muziki hadi pale mgogoro kati yake na mkurugenzi wa lebo Harmonize, utakapopatiwa suluhisho la kudumu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Ibra amepigwa marufuku kutoa nyimbo au kushiriki kazi yoyote ya muziki. Marufuku pia kuchapisha au kuzungumzia suala hili kwenye mitandao ya kijamii au vyombo vya habari. Ukiukaji wowote wa masharti haya utapelekea hatua kali za kisheria. Konde Gang imesisitiza kuwa taratibu za mkataba zitafuatwa kikamilifu, huku wakiendelea kuhimiza utatuzi wa mgogoro huu kwa njia ya amani na ya kisheria. Niliyekuletea taarifa hii si mwingine, ni mimi Amadi Anyandule Mwanganyanga kutoka Gwiji TV. Asante, tukutane tena wakati mwingine.